Ya kuna dada mmoja akanitumia message hapa, akasema nijaribu kushare na marafiki zangu, kwa sababu ni mmoja wa mfuatiliaji mzuri wa stori stori zangu. Ameniambia wako kwenye ndoa takribani miaka kumi na saba hawajawahi kupata mtoto, ila akimwambia mume wake wakachukua hivi vipimo, mume hataki. Ila yake amejaribu kupima mara kadhaa, ameambiwa hana tatizo, ana uwezo wa kupata ujauzito, lakini cha ajabu, kila akimwambia mume wake wakapime, mume hataki. Sasa mwisho wa siku yule dada aliamua achukue hatua, kwa sababu wana uwezo wa kula kusomesha hata watoto, nyumba wanayo wana watoto wao kuishi, biashara pia zipo zinaendelea vizuri, wana maisha ya kati, si matajiri wala si watu wenye njaa, wana uhakika wa kuendesha maisha yao na familia. Sasa ameniomba nijaribu kuishea hii kwa sababu mimi aliniomba ushauri, nilijaribu kumpa ushauri wangu, ila kaomba nijaribu pia kushia kwa wengine, kama kuna mtu anaweza akamshauri tujaribu. Unajua, ushauri wa watu wengi mara nyingi huwa ni mzuri, njema maana. Ingawa amesema tu, sitaki kumtaja jina, asema nijaribu, tujaribu kushia na marafiki zangu, kwamba ungekuwa wewe ungefanyaje? Kwa sababu aaa, baada ya kutoka kutoa penzi Mwanaume ambaye kidogo alidhania kwamba anaendana kidogo na mume wake ambaye hata akizaa mtoto kidogo kidogo angalau uwiano uwepo, eh, amebeti kwa namna hiyo. Mpaka sasa tunapozungumza hapa, ana ujauzito wa miezi kama miwili hivi anachouliza kwa sababu baada ya kutoka na ku, na ku, mwamua, kugawa uloda kupigwa miti huko nje, kapigwa kapigwa kapigwa, mshwa siku kapata ujauzito, na yule kijana aliamua amzali, ingawa yeye hajamwambia kwamba hajamwambia yule kijana alompa penzi, lakini kwa sababu lengo lake lilikuwa ni hivi, ile lengo lake lilikuwa apate ujauzito kwa ajili ya, kwa hiyo yu, yule wa nje hajamwambia wala ajui chochote ila anasema baada ya kumweleza mme, alitaharuki kidogo. Sasa kamwambia, mme wangu, mbona unataharuki wakati mme wangu uwezo wa kila kitu unao, uwezo wa kuzalisha unao, na nguvu za kiume unazo, mbona umetahamaki? baada ya kukuambia hili jibu baada ya kukuambia, kukuambia taarifa za mimba, mbona umetaharuki? Ah, mma ume akasema ah, surprise bana kuwa sijajiandaa kwa sababu sijaji, tumekaa muda mrefu sijakuona hatu, hatu, hatu, ki, ukiwa na ujauzito inakuwaje? Ghafla sana unazungumzia ke, ah. Mwisho mume akavungavunga, lakini sasa kinachomshangaza huyu mume, anamwona kidogo kama amebadilika, maana anaonekana si yule wa kwanza, hata amani kama hana, kama amestukia. Ina maana inavyoonyesha huyu mume alijua na anajua kwamba hana uwezo wa kumpa mwanamke ujauzito. Ndio maana huwa anakataa kwenda kuchukua vipimo, lakini na mke kajiongeza, kwa sababu uwezo anao, pesa wanao, ameona wasiwe, wasiishi eh, bila kuwa na mrithi, umeona bana. Kwa hiyo hajasubiri sana, akasema kwa muda huo wa miaka kumi na saba inatosha, bora ajiongeze amletee mume wake watoto kwa njia hiyo, aliona yeye inafaa. Ila sasa ameona kwa sababu mume kama amebadilika, atapenda, naona kama linaanza kwenda harijojo, sio kama lilivyokuwa awali. Kwa hiyo akaniuliza, nikamshauri, nilivyomshauri kwa sababu mimi ni mtu mzima, na akasema ni share hii stori kwa ajili ya wengine pia, kama unaona unaweza ka ukashauri, hebu wewe ungeshauri nini? mm juu ya huyu mdada ni kweli atoe ile mimba alinde ndoa yake, au asa ajaribu kutafuta amani kwa njia nyingine, lakini akiishe familia yake ina mrithi. Kwa sababu kama mme anajua ana uwezo wa kuzaa, kwa nini ametaaruki? Kwa nini amebadilika mm? Na kama ana uwezo kwamba anajua kwamba ana uwezo wa kuzaa, kwa nini hataki kwa muda wote? Kwa nini hataki kwenda na mme eh? na mke wake kwenda kuchukua vipimo hmm? kwa mwanamke akamua kuchukua njia hiyo, ndo anauliza sasa afanyeje. Na mi najaribu kuishare story kwa sababu nilimuuliza vijana, naweza kuishare na marafiki, akasema share story. Mi nimeshare, na hebu njoo kwenye comment, unasemaje wewe kwa maoni yako juu ya hili.